Angalia mtazamo wa kazi na mafanikio, unaona kuna utofauti gani kati ya Watanzania na Wafaransa? Kwa mfano mtazamo wa mafanikio uke okay. Tofauti naona kwamba kwa Wafaransa kwa, wanajua kabisa kwamba your success katika kazi zinatokana na jitihada zako katika kazi yako okay. Kwa hiyo ule mtazamo vizuri, kwa hiyo una push watu ku deliver more, na watu wanapofanya kazi awafanye kazi tu kwa sababu ni source ya income, anafanya kazi kwa sababu wanafanya kazi pia zinazoendana na personal beliefs na personal value. Kwa hiyo kitu wanachofanya kazi is more than eh, kitu kinachofanya kwa ajili ya mshahara, wanafanya kwa sababu kwamba wanapenda kazi hiyo wanapenda kitu kinachofanywa, wanapenda product. Kwa hiyo unaweza ukaona watu wanaweza wakapush pia their personal effort, kwa sababu most of them they are working on the projects on the type of job that they believe in and this even the the, uh, the the the the kind of job that interests them, they work on the area of the interest. I think hii ni tofauti pia, kwa sababu pia pengine sisi katika education system yetu, katika ukuaji wetu sometimes tunachoangalia katika kufanya kazi ni kazi gani inatoa opportunity nzuri financially na mshahara mkubwa ya sasa, yeah. Mm. Kwa hiyo hiyo kwamba ku develop pia interest kwenye kazi na pia kazi kuwa part of our own values, yani kwamba kazi sio just kazi kwa ajili ya mshahara, iwe kuna kitu kuna enjoy ambayo inatupa na pia ku build a positive uh, kuwa na positive working environment, as you know kwamba Uh, kiukweli watu wengi tuna tunatumia muda mwingi kazini kuliko muda tunatumia katika family. Kwa hiyo, hmm, pia ule utamaduni wa kutengeneza working environment iwe as safe as possible ni kitu kizuri in a way, ambapo hakutakuwa na harassment, hakutakuwa na ubaguzi hata hakutakuwa na kushushana, hakuna hakutakuwa na kupelekeshana. Ni kitu ambacho kina sababu, ni kizuri pia katika mental health. Kwa hiyo kitu the fact kwamba wa, wa ajili hawaangalii tu outputs the the ther the project peer they work on maintaining the good mental health of the ya worker i find it very valuable ndio maana